Bana, yani hii miziki inaweza kufanya ukao unacheza stail za zamani zile. Ah, him, mwenyewe, unajua seli moja anacheza say hiyo inaitwa sana. Eh, shoki, shoki, shoki. Yeah, that's na mwinjaku anaijua.

11 mpaka 15 hivi that time. Kuna seli nyingi sana zimetoka Of course, hapo. of course, course. Lakini Lakini hapo. kweli kumbuka kuna, majina, yeah, yeah, yeah, kuna kuna nyuma ha, ziko nyingi sana. nadhani tumesikia hapo moja hapo ambapo naona mgenge hapo amekumbusha e, yani, ngoma pamoja ni, ni, ni, ni, na DJ Tunes. Mm -hmm. ni miaka kadhaa nyuma. Yani, da leo throwback. Leo kweli kweli throwback. tumethrow. Mm, sawa. Aina noma, we ambao unasikiliza Mjini FM pia unaweza kutukumbusha kwa, kwa chochote kile kupitia yeah. 0716925925 mm -hmm. Yes. Kama uko single hii namba jiandaye kutupigia simu, na kama uko kwenye mahusiano unaweza pia ukatoa ushauri ama ukasema chochote kile kwa kile ambacho tunataka tukiseme hapa sasa hivi. Namba ni 0716 fanya hivyo. Alafu wewe ukipiga simu, si tutazungumza, ama tutakusikiliza, wewe unatuambia nini zaidi juu ya kile kitu ambacho sisi tunataka tukiseme sasa hivi.

GDFM. Kwetu ni kwanko, tuna kushukuru kwa kuendelea kutusikiliza, lakini taarifa hii wafikishie na wengine, waambie 92.5 Mjini FM kwako, fuatilia vipindi vyetu kwa kutusikiliza ukiwa kokote duniani kupitia websaiti yetu ya fz925. Kwetu ni kwako.

GDFM, kwetu ni kwako. 92.5 FM, Dar es Salaam. This is Gen Talk. Gen Talk. This is Gen Talk. Kwa sababu sisi tuna uh, sisi tuna, tuna, tuna, tuna mzuka, si ndio? Mm, yes. Na sisi tuna smile of hapa. Yes. Eh, kwenye meza yetu. Mm -hmm. Ama tuna smile of hapa. Mm -hmm. Eh, tunakusogezea wewe mkononi mwako, si ndio? Kweli kabisa jamani. Sasa inabidi mtu ajipatia kwake. Yes. Jamani, kama unaendelea kusikiza gentle, hapa, kama kawa, ni vizuri zaidi ukijipatia smile of yako, kwa sababu nako vitu vinavyozungumziwa mundani, ukichanganya na smile of utakuwa na vielewa zaidi za, na zaidi, na kama ni wewe unapenda kupiga simu kuzungumza na sisi, basi smile of itakusaidia kupata pointi za kuongea hapa redioni na sisi, tusikizane vizuri zaidi kuhakikisha unajipatia spirit of ice yako, kama ni black, double black, ama pineapple punch ya baridi nzuri kabisa. Kumbuka tu kwamba inauzwa kwa miaka 18 kwenda juu na kama unakunywa, kunywa kistarabu, that's all. Na tukiendelea kuzungumza utatolea zaidi na, ukikaa na sisi, kuzungumza zaidi. Na kama unasema mgenge namba za simu ni 0716 925 925 E bana, nikitazama YouTube kuna mtu anaitwa Saidi anasema mko poa sana, lakini pia Salimu anasema tuko live Mjini FM. Ni vizuri zaidi tunapata maoni yenu fasta sana, na msijali, nanyie mmejipatia simu zenu hapo na mnaendelea kusikiza na kutazama na kuenjoy. Sawa, so, ebana namba ni 0716925925. Piga simu hapa sasa hivi. Ebana kuna swali ambalo tunataka tulizungumze siku ya leo. Unajua sasa hivi uh, kila mtu anasema usinifuatilie maisha yangu, usifuatilie kila ambacho nani lakini sawa ni maisha yako. Mm -hmm. Lakini hatupendezwi na hiyo hali uliyo nayo. Tunakuonea huruma. <laughs> Ni unateseka au ni <laughs> mateso unapitia? It's mm -hmm. either mimi wewe yule nani na vitu kama hivyo. Hivi mwisho wa kuwa single ni miaka mingapi ama unapaswa kuwa single kwa muda gani? Yaani, kwa haraka haraka tu wewe, ah, unapaswa kuwa single ah, kwa muda gani, au ah, unahisi mwisho wa mtu kuwa single kusema sasa single, ah, baada ya hapo hata kama hajafiwa na mwenzake inabidi tumuite mjane ah, tumuite mjane kwa ah, kweli? Jamani, mwisho kuwa single, kuna watu wengine wamekuwa single saa, maisha yote hey, kuanzia mwanzo mpaka mwisho na kuna wengine ambao mahusiano mawili matatu, lakini wanashindwa kuyamudu. Lakini sio, ni kama kuna mwisho kuwa single, wewe tu ukijiamulia kuwa kwenye mahusiano u... kama umekaa single kuanzia kuanzia birth mpaka ages 30 Kisem... yani, mpaka tunafika miaka 30 bado hujui kuwa kwenye mahusiano. Mimi najua mtu ameingia, sijui, mimi najua mtu ameingia kwenye mahusiano yake ya kwanza na miaka 27, mwingine ameingia kwenye mahusiano Eh, ya kwanza no, ya ni mahusiano. Lakini ya ya no, ya ah, hapo nyuma alikuwa ah, na nyingi sana manki gorila ah. Babu nchimpanzi zote wewe unaingiza ndani amezifanya. <laughs> Lakini mahusiano tuseme kwamba mnakubali kwa sasa hivi tu pamoja. Huyu amesema ngoja tuone mwingine tena mm -hmm. Yeye yeah, akituambia na nini yaani ulikuwa unasema kwamba yani kuna mtu ndio yani, kuna watu kuna mtu wengine mekutana nao mahusiano wameingia akiwa na miaka ishirini na saba. Yani hawajawahi ku experience relationship na nakuta anakohata ni mahusiano ya kwanza, hawaja experience ya kutosha, nakaa mpaka miaka na miaka, wanaongea kwenye mahusiano mengine mm, wanaanza kushangaa. Imagine mtu anashangaa miaka thelathini nao huko kwamba na, unapendwa, someone cares for you jazoea ya kupendwa hivi, hivi. Sasa unawezaje kukaa mpaka unafikisha umri wa miaka 27 haujaa kwenye mahusiano? Ukimaliza huko nyumbani, hakuna mazoea mengi sana. Unakuta mda mwingine watu wanapata shida kutafuta watu. Huyu hapa ah, ni wangu, sasa tukae pamoja. Miaka mingapi? Mahusiano yangu ya kwanza. Moja. Kiukweli kabisa kutoka moyoni ilikuwa niko form 1. Form 1 kwa miaka mingapi? Kuna wengine wakawa form 1 miaka 17. Wengine form 1 miaka 11. Uh, mengiwa ni nikiwa na miaka 13 kama sikose. Unajua ni mahusiano, lakini sasa ni kwamba hay, hayakuwa na action <laughs> lakini alikuwa ni mahusiano labda. Ukiuliza mara kwanza mahusiano yenye action yalikuwa <laughs>

That's so crazy. So you can see how so how loyal I am. Uh, uh, Hata nikimpata nikimpata sasa hivi mimi. Mimi niko single. Naweza nikakaa naye muda mrefu. Mimi kwa kweli nisidanganye, ndio kuwa single muda mrefu sio poa, lakini mimi mahusiano yangu ya muda mrefu zaidi ilikuwa mwaka mmoja na nusu. Hapo nime nani nime nime yani nime give it my all. Nime give it my all. Guys. Lakini ah uh, wewe unaona ni ni ni sawa sawa sawa. Mtu kuwa single kwa, yes. kwa muda mrefu. Yeah, o no, ni sawa. You're like getting nini?

Hakuna yani, vitu haviko ah, sawa. Mkenya anatembea 12 degrees. Yani, <laughs> siya, siya nyoka vile ninavyotakiwa kwa sababu niko single muda mrefu. Oh, eh, sasa naamini kwa mtu yote, mm, hata mentally, mm, mentally. Eh, kuna vitu haviwezi kuwa sawa. Yes, um, nadhani hivi ni case kwa watu ambao wameshazoea kwa kwenye mahusiano. Kama umeshazoea kwa kwenye mahusiano, ufujao kwenye mahusiano for a very long time, that could be an issue. Lakini kwa watu ambao hawajawahi kuwa kwenye mahusiano kabisa.

Kuna wengine wanakubaliana tu na hali. Kuna mtu rafiki yangu kutafuta mchumba, hey, si ah, no, can... dating apps, dating app unaamua una, una tu u, una account yako uh -huh. Utaona lakini watu wengine wanavyoonekana mtandaoni sio vile walivyo.

No. Sasa mimi ndugu yako liko single miezi watatu sasa hivi. Yaani wewe endelea kubaki single. Sikuna nani pale binti chini pale? Eh? Pale hapo. Sasa ni kwamba kuna situation distance hapa na kaongea na binti. Kuna binti fulani hivi, jamani, naomba niwaambie siri ya ofisi. Kuna binti anampenda sana mgenge anafanya kazi hapo chini anakuja hadi huku juu, babu anamletea snacks. Anamwambia hai mgenge, anamchekea anamfurahia. Mgenge naye anamchekea anamfurahia, anampotosha tu mtoto. Anyways, jamani, that is all on gen toxic we are <laughs> ome, ome, situation kwamba umeelewa kwamba ah, a man ah, anatakiwa kuwa mwanaume siku zote. Okay. Mwanaume anatakiwa kuapproach. Okay. So, umeelewa. Ah, all right. Ukiwa approached so you have to you know wa shamba wanaume bwana, wanaume mimi naona washamba sana wakifatua gani they don't know how to act. Mtu gani mwanaume akiwa approach na mdada mrembo au mdada wa namna yote, yani unaona wanakuwa very shocked, yani yani so shocked, no, so afraid. Sio mbaya lakini kuna mazingira, niachie mimi nimalize. Ah, bwana nini kama naona una, unachukua muda una, tu, tu, hizo hatua tu, zozote kijana ufanye chochote, hata nikuonyeshe hapa. Sikiliza kaka, namba yangu ya simu hapo. <laughs> <laughs> Nyumbani kwangu unaishi hapa nikukuta saa nne usiku kamili. <laughs> Ugonge mara mbili nijue ni wewe. Au au mwanamke <laughs> anaongea naye na nini, anakuambia you know where to find me. Eh, ndio. Kweli? Unajua wapi pa kunipata? Eh, au hujui. Ah. Mimi jamani, ni kwenye mahusiano niliyokuwa nayo, nilikuwa nilimuuliza. Tulikaa tumeongea, tumepiga story masaa matatu, nikamuuliza baadaye, akanishia kwamba you gonna kiss me or not. Cuz now I have to go to sleep. I have to go to sleep. Muda wa kulala unafika. Tunakaa tunaongea tu masaa. Unanibusu au la, babu, nijue sasa hivi. Mimi na vitu vya kufanya. Eh, sasa hivi tuko kwenye mahusiano tumekaa. Sasa wewe zamani, jana, katika misele misele, kuna mdogo wangu mmoja ameambiwa na mwanamke na anajua mwanamke anakaa wapi, hey. Hey. nime hey. nime pia nimekukumbuka nimekukumbuka yani amisi, amisi, tu akaambia hey. Okay, uh, unajua wapi pa kunifuata enda. Hey, enda sasa. Kwa nini jamani, najielewa nini hapo? kama hataki aseme I don't want, otherwise nenda acha. That's it for today. We sign out after this. the the roundabout, mm -hmm. and Laura to up and ask the DJ. and ask DJ. of course, if If you're you're single, stay there. If you're not, <laughs> just enjoy where you're at. <laughs>